Hii ni pamoja na kutambua kuwa hairuhusiwi mtu yoyote asiyehusika kuingia kwenye maeneo ya shule katika kipindi hiki cha mitihani. Kwa kufanya hivyo tutawawezesha wanafunzi waliosajiliwa kufanya mitihani yao kwa amani na utulivu. Baraza halitasita kumchukulia mtu yoyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya kuhujumu mitihani ya taifa kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Taarifa za udanganyifu ziwasilishwe Baraza la Mitihani kupitia namba ya simu sifuri, saba, tano, tisa t au barua pepe esnecta@necta.go.tz Baraza la Mitihani linawatakia wanafunzi wote kila laheri katika kufanya upimaji wa kitaifa darasa la 4 tarehe 22 na 23 Oktoba 2025.